Wakala wa Nishati Vijijini, REA amemtambulisha mkandarasi wa kutekeleza mradi wa umeme katika vitongoji 474 vya mkoa wa Kagera kuanzia Februari 2026 hadi Februari 2029. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, meneja wa mradi wa Kanda ya Ziwa kwa niaba ya Meneja Mkuu REA Ernest Makale amesema mkoa wa Kagera una vijiji 662 na vyote vimepata umeme na sasa ni zamu ya vitongoji kupata umeme, huku mradi wa kusambaza umeme katika vijiji 27 vilivyokuwa katika visiwa vya mkoa wa Kagera ukiwa unaendelea. Huyu ni mradi mkubwa, umebeba hela nyingi za serikali. Utajenga miundombinu ya msongo wa kati kilomita 777.3 lakini utajenga msongo mdogo Yani ule zile nguzo za kusambazwa kwa wananchi ili waweze kuunganishiwa kilometa mia saba sitini na nane ko ukijumuisha, ni zaidi ya kilometa elfu moja mia tano zinaenda zine, kuongezwa kwenye miundombinu ya umeme katika mkoa wa Kagera. Serikali imetenga asilimia kumi ya wateja wote wataunganishwa kwa umeme, maanayake imefanya consideration kwa wananchi ambao hawatakuwa na uwezo wa kuunganisha basi waunganishiwe kwa kutumia umeta ambao ule umeta atapewa bure, hatanunua. Lakini mwananchi pia ataunganishiwa kwa shilingi elfu ishirini na saba tu ambayo ni VAT. Serikali inalipa gharama zote za za, za kuunganisha, isipokuwa mwananchi anachangia kodi tu. Mkuu wa Mkoa wa Kagera, Kanali Yahaya ya Ramadhani Kido, ametoa wito kwa wakandarasi tekeleza mradi huo kwa bidii na kasi kwa sababu mahitaji ya wananchi ya umeme katika vitongoji ni makubwa sana. Serikali yetu ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais huu mradi anausisitiza sana, anausisitiza sana na anasisitiza sana huduma ziende kwa wananchi. Kwa hiyo tuna matarajio mazuri zaidi, ujio wenu katika yale maeneo mtafanya jinsi inavyokusudiwa. O cha msingi mnapofika kule, toeni ushirikiano mkubwa, ili hizi kazi ziende kwa wakati, zifanyike kwa ubora, ushirikiano, na changamoto zozote zinazoweza kujitokeza basi zitatuliwe. Sisi au ofisi yetu iko wazi. E, mtakapoleta changamoto zenu zitatatuliwa kulingana na mahitaji yenu. Lengo ni kufanikisha huu mradi. Niki ripoti kutoka katika mkoa wa Kagera, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.